Rais wa China Xi Jinping amesema vikwazo vyovyote vitakavyowekwa na nchi yoyote au kundi lolote la nchi nje ya utaratibu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni kinyume cha sheria na kwamba hatua hiyo haiwezi kukubalika wala kutambulika. Akizungumza wakati wa ziara ya Waziri Mkuu wa Urusi nchini China, Xi amesema China na Urusi zitashirikiana katika kukabiliana na shinikizo la vikwazo vyovyote vile licha ya uwepo wa changamoto zinazojitokeza. Taarifa ya pamoja iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya China baada ya mkutano kati ya Waziri Mkuu wa China Li Qiang na Waziri Mkuu wa Urusi Mikhail Mishustin imesema kuwa ni muhimu kuzuia nchi nyingine kutumia nafasi yake katika sekta maalum za uchumi wa dunia. Katika kutekeleza hatua za pamoja za kukabiliana na vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Moscow, makampuni makubwa ya mafuta ya China yamesisitiza kuwa yatanunua mafuta ya Urusi baharini baada ya Marekani kuziwekea vikwazo vya kibiashara kampuni za mafuta za Rosneft na Lukoil za Urusi. Aidha, ziara ya waziri mkuu wa Urusi nchini China imeibua malengo mengine ya ushirikiano wa kiuchumi na China katika sekta za nishati, kilimo, anga, uchumi wa kidijitali na maendeleo ya kijani, sanjari na kukuza vyanzo vipya vya ukuaji wa uchumi baina ya nchi hizo. China na Urusi ni wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na zina nafasi ya kupiga kura ya turufu kwenye Baraza la Usalama la Umoja huo.